Ewe mwananchi, leo nataka nikuelimishe kidogo juu ya magonjwa yasiyoambukizwa na hatari zake katika jamii. Magonjwa yasiyoambukizwa ni magonjwa hatari sana kwa ni magonjwa hatari sana na yanayoshambulia watu, ijapokuwa watu bado hawajafahamu athari na umuhimu wa kuyatambua. Bibi, mimi hey, nimechoka hapa na kazi zangu. Unajua hey, mengi bwana, sina kazi moja inabidi nikafanye kazi nyingine hapa. Samani, samani. Unajua hapa kuna movement ya watu wengi wanaenda wanarudi wanaenda wanarudi. Focus na kuna ka... nini? Wewe yeah, ujaona pia watu wanapita hapa, wanaenda wanarudi wanapita, yani nashindwa hata. Sister, sister, focus na, yeah, na focus, lakini kuna kitu hapa kinaendelea. Daktari, kuna nini hapa? Kuna watu wanapita, pita wanaenda wanarudi wanaenda wanarudi kuna nini? Kuna kitu gani? Mjui? Hatujui. Mjui? Aha. Kuna maadhimisho ya wiki ya maabara okay. Sawa, ni ambayo itaanza tarehe ishirini na nane mpaka tarehe mbili mwezi wa tano. Wow. Na kutakuwa kuna baadhi ya huduma zitatolewa bure, ikiwemo elimu ya afya, upimaji wa VVU, homa ya ini, saratani ya mlango wa kizazi. Hey, kwao kutakuwa pia na uchangiaji wa damu, na huduma hizo zote ni bure kwa ndani ya wiki wiki moja. Sawa. Na huduma hizo zinaanza kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa tisa na nusu kwambieni alasiri. Wambieni na wenzenu, mnakaribishwa wote, huduma hizo zote ni bure. Zote ni bure. Yes, ile wiki iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu ni maadhimisho ya wiki ya maabara ambayo itafanyika hapa hapa geti la pili upande wa maegesho ya magari. Tunakukaribisha hiyo mwananchi, huje huhudhurie, hapa ni ndani ya wiki moja kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe mbili mwezi wa tano, na baadhi ya huduma zitafanyika bure kabisa ikiwemo upimaji wa VVU upimaji wa kaswende, lakini pia tunapima hadi group la damu na upimaji wa homa ya ini, vyote vitafanyika bure kabisa ndani ya wiki moja. Lakini pia kutakuwa na huduma ya uchangiaji wa damu kwa wale wenzetu ambao wako maodini wana uhitaji wa damu, na kauli mbiu yetu ni huduma za maabara ni msingi muhimu katika uchunguzi wa kisasa. Waafya mnakaribishwa wote.